Maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasad huwa antatamanna zawala neema ya akhi, hasad ni ile hali ya kuitamani neema aliyokuwa nayo ndugu yako iweze kumwondokea. Hiyo ndio hasad, yaani ndugu yako akiwa na neema fulani, kile kitendo cha kutamani ile neema itoweke, basi hiyo ndio hasad. Wenzako ana afya, unatamani ya umwe. Mwenzako ana watoto, unatamani awe mgumba mwenzako amepata ame mali natamani awe fakiri. Hii ndiyo hasadi. Na hasadi imegawika katika pande nyingi sana, lakini mi nitazizungumzia tatu. Pande ya kwanza, kuna hasadi ya jichwa, yaani kuna watu hao wakiliona jambo lako wakilitazama, hata chakula wakikitazama kinaharibika. Yaani kuna watu wana hasadi hiyo, na inawezekana wanajifahamu, wengine maskini ya Mungu hawajifahamu lakini hasadi ya pili ni hasadi ya ulimi. Yani inawezekana mfano wewe umejifungua, umejifunguao akatoka mtu mwenye hasadi ya ulimi akaja akasema fulani amejifungua toto, hilo lina manywele, toto limenene, hamalizi mashallah. Kesho mtoto yule kinyonyoke, amekonda, vidonda kichwani, mwisho wa siku qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii ni hasadi nini? Ya ulimi. Lakini kuna hasadi ya moyo huyo, mtu akiliona jambo lako, yeye nawezekana akawa anachukia tu. Kwa nini? <hasab> wewe umefanikiwa katika hili <todicati> lakini katika hizi hasadi zote hizi <todicati> Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema tuiogope sana hasadi ya jicho, pale aliposema, al-ainu haqu, kijicho kweli na kijicho kipo.